Je, ulikuwa unajua kuwa kusema hapana si jambo rahisi? Je, wewe ni mtumwa wa maoni ya wengine? Ikiwa jibu ni ndio, basi huenda wewe ni mfungwa wa mzunguko mbaya unaokuza kizuizi kinachokuzuia kuishi kwa mjibu wa sheria zako mwenyewe. Habari yako mpenzi mtazamaji, imani yangu ni kwamba usalama salimini popote ulipo. Naitwa Jehome Hakizimana J kwa jina la umaarufu Umutarambirwa. Niko katika tasnia ya utangazaji habari yapata miaka minane. Wataalamu mbalimbali waligundua kuwa baadhi ya watu hutatizika wanapoombwa msaada au huduma, na hivyo kujikuta katika mgogoro wa jibu ndio na hapana, jambo ambalo lawasababishia watu wengi, mwisho wa siku, kutotimiza ahadi walizozitoa. Katika sesheni hii ya tatu ya Nakukama, yani na saha za kufanikiwa katika maisha, nitakufafanulia namna gani unaweza kujikwamua katika giza hilo la kuwa mwoga wa kuchukiwa au kuonekana vibaya unapotoa jibu hapana kwa ombi au msaada fulani. Kabla ya kuingia kwa kina hakikisha kwamba umeshajiunga nasi ili usipitwe na chochote kitakachopitia kwenye chaneli hii, kwani kile unachokaribia kusikia ambacho pia kitakuwa kinapitia hapa mara kadha wa kadha ni kitu muhimu sana. Ili kuweza kukuelezea namna gani kusema hapana ni jambo gumu kwa baadhi ya binadamu, nitaegemea sayansi ya kujidhibiti mwenyewe. Je, wewe ni mtu wa maoni ya wengine? Ikiwa jibu ni ndio, basi huenda wewe ni mfungwa wa mzunguko mbaya unaokuza kizuizi kinachokuzuia kuishi kwa mujibu wa sheria zako mwenyewe. Kusema ndio kwa kila mtu kila wakati si tu ishara ya udhaifu, bali pia ni aina ya kukubali kushindwa. Unajikabidhi kwa shinikizo la nje na unasahau kujali vipaumbele na maadili yako mwenyewe hii inakufanya kuwa katika hali ya kutegemea kuidhinishwa na wengine kwa gharama ya uhuru wako mwenyewe. Ukiwa unataka kufika mbali, huwezi tena kujiruhusu udhaifu huo. Kila ndio utakayoisema inapaswa kuwa ndio kwa maadili yako, kwa malengo yako na kwa mtazamo wako wa maisha. Ikiwa sio hivyo, basi ni ndio inayokuweka mbali na njia yako ndiyo inayokupeleka mbali na kile kilicho muhimu kwako. Hili si suala la kuwa mwenye mkono wa birika au mtu anayejipenda kupita kiasi, bali ni kuthamini na kuheshimisha mipaka yako mwenyewe. Kila hapana utakayosema usiichukulie kama namna ya kuwakataa wengine, bali iwe ni hatua inayoelekea katika uhuru wako mwenyewe. Kusema hapana si rahisi hasa unapokuwa na tabia ya kutoonekana mbaya mbele ya wenzako, yaani ile tabia ya kuwafurahisha wengine kwa kusema ndiyo kinyume na moyoni wako. Lakini kwa kweli, mpenzi mtazamaji, kusema hapana ni kitendo cha ujasiri, udhibiti wa nafsi, kitendo cha kuwa muwazi kulingana na kile kilicho muhimu katika maisha yako. Kila hapana utakayosema kwa uthabiti ni uthibitisho wa nguvu zako mwenyewe na uwezo wako wa kuchagua kile kinachokusaidia na kuondoa kile kinachokuondoa kwenye malengo yako. Mchakato huu unahitaji kujidhibiti mwenyewe, inabidi uwe imara vya kutosha, ili kuepuka vinavyokuvurugia akili na msimamo yako, kuepuka maombi yasiyo ya ya maana wala kuongeza chochote kwenye ukuaji wako binafsi. Unapokuwa na uwezo wa kusema hapana kwa mambo ambayo hayalingani na maadili yako wala malengo yako, unakuwa unajenga hatima yako mwenyewe. Hutaishi tena kulingana na matakwa ya wengine, bali unatakiwa kufanya chochote kile kwa mujibu wa matarajio yako na imani zako za kina. Kumbuka kuwa kila hapana inakuelekeza katika uhuru na ni kitendo cha kuwa huru katika maisha yako kuhusu hili na lile. Badala ya kujitupa katika njia panda unajikita kwa kile kilicho muhimu kwako. Kwa kumudu sana sanaa ya kusema hapana, unajifungulia ulimwengu wa uwezekano usio na ncha, ulimwengu ambamo unadhibiti kila chaguo unalolichukua, ambalo pia litakufikisha karibu na malengo yako na uwezo wako wa mwisho kabisa. Je, wewe unapoomba msaada ama huduma inakuwa rahisi kusema hapana? Au na wewe ulikuwa miongoni mwa wale wanaokubali kusaidia au kutoa huduma kwa woga tu wa kutoonekana vibaya au kuchukiwa na wenzao. Ndugu yangu, kuanzia leo badilisha namna yako ya kufikiri na kuanza kufanya maamuzi baada ya kusikiliza nafsi yako inakwambia nini. Kile itakachokwambia, basi tumia mdomo wako kutoa jibu kwa anayeomba msaada ama huduma fulani kwako. Achukie asichukie, hayakuhusu wewe, kwa sababu kawaida mtu anapoomba anakuwa anategemea jibu moja kati ya ndio na hapana. Sio lazima jibu liwe tu ni ndio. Ukiwa una rafiki yako ambaye ana tatizo hilo la kukubali msaada kinyume na nafsi yake kwa uoga wa kuchukiwa na wenzake, basi mrushie video hii, umkomboe katika giza hilo, kwani madhara yake ni mengi, kukiwemo kutotimiza ahadi kutokana na uwezo wake mdogo wa kiuchumi, kinguvu, kimuda, wa kiakili na kadhalika, kwa sababu kipindi kile aliposema ndiyo, alikuwa anatawaliwa na uoga wa namna gani atakavyoonekana mbele ya mtu huyo na marafiki zake atakapomwambia au atakapomjibu hapana. Hadi hapa, mpenzi mtazamaji, sina la ziada. Shukrani wewe uliyejiunga nami toka mwanzo hadi tamati. Matumaini yangu ni kwamba video hii imekuongezea uwezo wa kutoa jibu kulingana na maadili, matakwa na malengo yako. Mnasihi wako alikuwa ni Jerome Hakizimana, Umutarambirwa, kijana mchangamfu japo si mkamilifu, sina mwigo dhaifu, ningependa ni mtakatifu, naelekea kuwa maarufu ila nikiwakosa nitakuwa kama vile mfu japo mimi ni mwaminifu. Sijawahi sema yasiyo na maana, ninaamini kuwa hekima ndiyo nguzo ya maisha daima. Kama kawaida, Mtarambirwa, bora ni uliwe na uchovu kuliko kuliwa na uvivu, kwani mvumilivu hula mbivu wakati wavivu humwonea wivu. Msitembee kwa ukakamavu, kwani hiyo ni tabia potovu isiyoakisi uelevu wala maendeleo endelevu. Tukutane tena siku nyingine, panapokuwa majaliwa, katika video nyingine ya Nakukama, yaani nasaha za kufanikiwa katika maisha. Na wapendeni sana, kwaherini.